Kwa sababu alikiri kabisa mchango wangu na vite, vi, vi, vi, vi, vitendo vyangu vilivyojenga vi soko letu la mziki vilivyoajiri vijana, umenielewa? Vitu mchango ni mkubwa, lakini serikali ilikuwa imesahau kwa muda, ila serikali ya awamu ya sita chini ya Mama Samia inaelewa hivi vitu na ina, ina, inapenda sana kurudisha sasa kwa wale walio walio changia taifa. Hey, umeona. Ah, chozi kanadondoka pole pole wewe. Well, yeah. Imagine pia analia. Hey, chozi la furaha unajua, saa zingine yeah. Unakuta um, um, umepambana zaidi ya miaka 30, alafu mtu anakuja finally anakuambia, kwa sababu kwenye kuna, kuna serikali za awamu zingine zilizopita hakuna siku tuliopewa recognition hiyo hmm. Umeelewa ya tano ndio tulizunguka ma campaign lakini not kama, kama sasa hivi wanavyotushika mkono wanaelewa kabisa, na unaona, wengine ndio wamepewa nafasi wamekuwa manaibu waziri, wanaelewa vizuri sana.